Sasa sisi ni Chama cha Mapinduzi. Labda nachoweza kusema ni kwamba chama chetu kinaamini katika maridhiano na maridhiano ni sera ya Chama cha Mapinduzi na ni sera ya Rais Samia Suluhu Hassan, ndio maana wakati wote, hata wakati huyo mwenyekiti wako alipokuwa amekimbia, maridhiano yalimrudisha nyumbani. Niwasaidie tu kuwaelimisha kwamba mkiwa na sera ya maridhiano haiwi badala ya ya sheria na wala huwezi kusema kwa sababu wewe ni mwenyekiti basi wewe uko juu ni? ya nini ya sheria. Wote tuko chini ya sheria. Hata mimi nikiamka sasa hivi nikakupiga kofi, polisi watanikamata, wawezi kusema mimi ni makamu mwenyekiti wa CCM, maana umakamu haunipi uhuru wa kupiga watu makofi alafu nikaondoka salama. Kwa hiyo na nyinyi na chama chenu tunakiheshimu sana, lakini kwamba unatuambia tumsamehe, sisi ha, ameikosea jamhuri na jamhuri ndiyo inayo, tuiachie jamhuri. Hatuwezi kuingilia mahakama. Kama ikiona hakuna hoja itamwachia, kama ambavyo inakamata watu wengine, lakini ushahidi ukiwa hakuna basi inamwachia. Kitu kimoja unatakiwa ujue ni kwamba sisi chama chetu hakina visasi na mtu, lakini ukikosea unakamatwa na polisi. Polisi wao wamesomeshwa kukamata, lakini wamesomeshwa vile vile kusema kosa hili ni kosa. Sio kila anayekamatwa huwa ametumwa, polisi ametumwa, sio kweli. Kwa hiyo tunashukuru, lakini kwa kwa kuamini kwa kwamba sisi ni chama cha maridhiano na wewe unataka turidhiane na sisi, tunakubaliana na hoja yako, ila tuachie wenye kwenye kushtaki kwanza waelewane kule alafu mambo yao yakiisha sisi tutakaa naye tunazungumza hata tarehe mbili mwezi huu mimi nilikuwa na, na mkutano na yeye kabla hayo unayoyasema hayajatokea na yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa mkutano niliokuwepo na mimi nilikubali kuwa chini ya mwenyekiti wake na tukakubaliana yale tuliyokubaliana yachakatwe na makatibu wakuu wa vyama alafu baadaye tukae tena tarehe kumi na nne na tarehe kumi na nne tumekaa, lakini bahati mbaya chama chako hakikuja. Sasa kama hakikuja, tutajua kinafikiri nini, lakini sisi hatuna visasi, kwa sababu ni mfumo wa vyama vingi, vyote vina haki, lakini vina haki kwa kufata sheria.